Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Omar Dendego amesema kuwa mradi huo ni jitihada za Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuwajali wananchi wake. Tunapomshukuru mkandarasi, wanasema usione vinaelea, vimeundwa na waliyeundwa, si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake inayoongoza, wamnaz ndio imetuwezesha zaidi ya milioni mia saba zimekuja hapa zimeweza kutekeleza mradi. Bila fedha mradi huu, wataalamu wetu wasingeweza kufanya chochote cho cho. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali. Tumepanga mipango kama mkoa, lakini mipango lazima iwe na uwezeshaji. Wametuwezesha na sisi, ndani ya muda mfupi tumeutekeleza mradi wetu. Mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondwe amesema kuwa upatikanaji wa maji hivi sasa uko shwari katika halimashauri zote mbili, manispaa ya Singida ambao umetoka asubuhi na umekuja halimashauri ya Singida DC yani Singida vijijini. Tunaendelea vizuri, usalama huko sawasawa, wananchi wanachapa kazi, kazi za maendeleo zinaendelea. Sasa kwa upande wa maji pale manispaa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa tuko takriban asilimia sabini na tano ya upatikanaji wa maji, tupige makofi kwa mama Samia Suluhu Hassan. Aidha, meneja wa, wa, wa SUWASA mkoa wa Singida amesema ya kuwa awamu ya kwanza imeisha tayari na sasa wananchi wamepata maji, huku wananchi hao wakiweza kufurahia huduma hiyo. Awamu ya kwanza ndo hii imeshakamilika tayari, wananchi wanapata huduma. Tunatarajia katika mwaka huu wa fedha tunasogea kijiji kingine cha Mwarara. Mkuu wa mkoa huu ni mradi miongoni miradi mingi ambayo inaa e katika mkoa wako. Tunayo miradi ishirini na saba inayoendelea kwa sasa ndani ya mkoa wako katika wilaya zote. Huu mradi umeweza kuhudumia watu kama ilivyosema kwenye taarifa zaidi ya elfu tatu na umeweza kusogeza asilimia katia maji ya maji mpaka asilimia themanini tatu kwa wilaya hii ya Singida. kali mimi kwa naipongeza sana kwa kutukumbuka wananchi wao. Wanawakumbuka wananchi wake kwa ajili ya kuwaletea maji. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais aliyetujalia tukapata mradi mkubwa wa maji.